Tarehe moja Januari 2026 katika ibada maalum ya kuukaribisha mwaka mpya, kanisa la FPCT City Church linalopatikana Buguruni, wilaya ya Ilala, jijini Dar es Salaam, lilishuhudia ujumbe mzito wa tafakari, ushuhuda na mwelekeo wa mwaka mpya. Akizungumza mbele ya waumini, Mchungaji Robert Venance wa FPCT City Church alieleza kuwa mwaka wa ushindi haumaanishi kutokuwepo kwa changamoto bali ni kuona mkono wa Mungu ukitenda hata katikati ya majaribu. Kwa mujibu wa mchungaji huyo, wengi waliweza kumwona Mungu akipigania watu wake katika mwaka wa 2025, akiwasaidia, akiwainua na kuwavusha katika nyakati ngumu. Na hakika aliutaja mwaka huo kuwa ulikuwa ni mwaka wa ushindi. Akithibitisha kauli hiyo kwa unyenyekevu, alisema yeye mwenyewe ni shahidi wa ushindi wa Mungu katika maisha na huduma. Akirejea mipango ya maendeleo ya kanisa, ikiwemo maandalizi ya harambee kwa ajili ya ujenzi na mahitaji ya huduma, alieleza kuwa kulikuwepo na hatua za ushauriano na tathmini, zilizolenga kutafuta mapenzi ya Mungu kwa pamoja. Katika mchakato huo wa maombi na mashauriano, kanisa lilipata uelekeo wa kiroho ulioonyesha kuwa Mungu alikuwa na kusudi pana zaidi, akielekeza rasilimali zitumike kwa maendeleo aliyoyakusudia yeye mwenyewe. Ushuhuda wa ajabu ulielezwa kutokea mwezi wa nane, pasipo matarajio ya kibinadamu, ambapo Mungu alimpatia mchungaji gari, jambo lililothibitisha tena hekima ya maandiko ya Isaya 55:8 na 9, yasemayo: kwa maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa mujibu wa mchungaji Robert Venance, katika matukio kama hayo Mungu amewafundisha watu wake masomo ya imani akiwaongezea hatua mpya ya kumtumaini hata pale ambapo mipango ya kibinadamu haieleweki kikamilifu. Katika hitimisho la ujumbe wake, baada ya kipindi cha maombi na tafakari ya kina, kauli mbiu ya mwaka mpya wa 2026 ilitangazwa rasmi. Akinukuu kutoka Esta 5 mstari wa pili Biblia inasema Mfalme akamuona malkia Esta amesimama uwa wa ndani, akamuona akampata kibali machoni pake. Na katika Esta 6, baada ya kibali hicho, Mordekai aliinuliwa hadharani. Aidha, alirejea ushuhuda wa Yusufu katika Mwanzo 39 mstari wa 21, ambapo Bibilia yasema, lakini Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, akamfadhili akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Na baadaye katika mwanzo wa 41, Biblia yasema kisha Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Kwa msingi huo wa maandiko, mwaka wa 2026 umetangazwa kuwa mwaka wa kupata kibali na kuinuliwa na Mungu. Ujumbe wa siku hiyo ya tarehe 1 Januari 2026 uliweka msingi wa mafundisho yatakayoendelea yakihusu umuhimu wa kumshukuru Mungu kila wakati katika mavuno, katika vita, katika matoleo, na katika pumziko letu ambalo ni Yesu Kristo mwenyewe. Pamoja na hayo amewasisitiza waumini wote kushiriki katika mfungo wa maombi ya kitaifa ya siku 40 utakaoanza siku ya Jumatano tarehe 7 Januari 2026. 2026 ni mwaka wa kibali na mwaka wa kuinuliwa. Kutoka FPCT City Church Buguruni, ni City Church Media Team.